ben abahostinga abagira gute abahostinga nabashimisha abakiriya mu tubari cyangwa haibiahostinga niiki keretse ko iyo baje ubundi kera haba baraza -ba bakishimisha -ba abakiriya gute nyine babyina

ari cyo kituvana iwacu tukaza tugisanga yeah. ubu koko nk'umugore ushobora gutinyuka guhohotera igitsina yeah. sese ko kitamututse ko kitigeze kimutonganya ubukoko iyaza gusuka ahandi hose amazi ntasuke ku gitsina agasuka nkahe rero mutabaruka reka ngusabe utazatinda utaza harukuze

ubu ndebyo muri telefone yawe nabura umuntu kwandika avuga ko agukunda cyangwa nyangaenyangako se abonyemo unyanga nibura se wakwifatanya nanjye kubabara ubonyemo umuntu ngo <laughs> <Le> arankunda birakubabaje <karumba bie. laughs> ubonye unyanga ntibikubabaje ku mwaduko w'izi telefone mm. abantu nibazitondere

uwo mukobwa agomba kuba yari yayobye ajya muri washu mu z'abagabo n'ubundi bajya kuri za irinwari utagira ngo ni ukuyoba ari mu kwidaha musi muri iri ntwari yayidahira ibyo agiye muri vomitoriyo aho niho bajya kuko bavuga ati ninjya kugwa ndafata ariko ibibazo ya vomitoriyo tingaga iki ni inyama wundi nizo ziba zigaruka kubitse inkoko ziri mu kumanuka ugenda ukagira ngo n'ibihaha bye biri kuvuga n'amashoti yari yakubise ari mu kunywa za izitwa za zigira amazina ntari buvugire hano mu gitondo utuntu banywa turazwi amantuza biki yari ahantu bari, <laughs> bari mu kigrupe hey. come from us harimo nibindi bagomba kuba ko biri kose bari bishimye hey. abadiaspora bari baje umwe w'umuroya wanje hmm ari ibintu turi mu gutegura ewana turagorobya bigera nko mu masaha atatu mm. ariko ubwo iyo grupe ya jihani, kawura, jangine, hanu, hey. kuh, abigara, yari hari natwe twisomeraga kawe urabizi ko aho undi kawe yego ndagenda njya nyine ahantu aho abantu bajya bari banye bari barasakuzaga bari bari bari. ntabwo bazi ko rusaku rurimo bituma ziwaganza ibintu byose bavugaga bakaba ngo like fwk n'ibindi fckbagezey e ari muri vomitorium ubona umwuka nibihabyenda kumuvamba ikibazo nabo bamugize gutyo ntibajya kumufasha ngo bareko bamusuka hutiwe ukabona intongo y'inkoko ivuyemo